Uanzishwaji wa dawati maalum la uwezeshaji wa biashara. Mheshimiwa mgeni rasmi, mnamo tarehe 16 Agosti mwaka 2025, kamishina mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania alizindua rasmi dawati maalumu la uwezeshaji biashara kwa ngazi ya taifa. Dawati la uwezeshaji wa biashara litakuwa na lengo la kuwalea wafanyabiashara ikiwa ni pamoja na kuwatambua, kuwasikiliza, kuwaelimisha kuwawezesha na kutatua changamoto zao zikiwemo zinazohusiana na usajili wa biashara. Dawati au kitengo cha uwezeshaji biashara kitasaidia kutatua changamoto mbalimbali za wafanyabiashara wanazokumbana nazo wakati wa kutekeleza sheria mbalimbali za kodi au zisizo za kodi. Mheshimiwa mgeni rasimu, uanzishaji wa dawati hili ni sehemu ya utekelezaji wa maono ya serikali ya awamu ya sita. Inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ikiwa ni jitihada za makusudi za kuhakikisha walipa kodi wote hasa wafanyabiashara wadogo na wakati wanapata huduma bora kwa wakati na kwa namna inayorahisisha shughuli zao za kila siku. Mheshimiwa mgene Dawati la uwezeshaji biashara litafanya kazi kwa kufuata maadili ya msingi, core values, ya TRA ambayo ni weledi, uwajibikaji, uadilifu na uaminifu. Kanuni nyingine zinazozingatiwa na dawati hili ni pamoja na haki na usawa, ujumuishaji, uwazi, huduma bora, ushiriki wa wadau na maboresho endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi dawati la uwezeshaji biashara limeanzishwa kwa malengo yafuatayo: moja, kusaidia wafanyabiashara a kusajili biashara zao, usaidizi katika kupata leseni na uelimishaji wa sheria na taratibu mbalimbali za kikodi; mbili, kutoa huduma ya elimu ya masuala mbalimbali yanayohusu biashara kwa wafanyabiashara wote utakaonufaika na huduma hizi za kitengo hiki; tatu, kutambua kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja na wadau mbalimbali wanaohusika na wasimamizi wa biashara. Wadau hao ni kama taasisi za kifedha, VETA, halmashauri, trade union, TCIA, jumuiya ya wafanyabiashara. Kushirikiana na watu mbalimbali wa maendeleo, sekta binafsi na taasisi za kifedha itachochea ukuaji wa biashara ndani ya mkoa wa Kahama kushirikiana na malalamiko ya migogoro mbalimbali ya kikodi. Pia kwa kushirikiana na, na wadau wengine, changamoto zingine zisizo za kikodi zitatafutia zita, zita, zita ufumbuzi. tano. Kuwajengea uwezo wa wafanyabiashara capacity building kwa njia mbalimbali mbali, ikiwemo redio, semina, kuwatembelea katika maeneo yao, na mwisho kutoa usaidizi katika uwasilishaji wa litani mbalimbali mbali za kikodi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni matarajio ya TRA na wadau mbalimbali kuwa baada ya utekelezaji wa kazi nzuri iliyokusudiwa kufanywa na dawati hili walipa kodi na wafanyabiashara watafaidika na mambo yafuatayo: moja, kusogezwa kwa huduma kwa wafanyabiashara walipa kodi; mbili, kuongezeka kwa urasimilishaji wa shughuli mbalimbali; tatu, kuongezeka kwa ufuataji wa taratibu mbalimbali za ulipaji kodi wa hiari 4, urahisi katika taratibu zote za usajili na utekelezaji wa matakwa mbalimbali ya kisheria; tano, kuwaleta karibu wafanyabiashara na wadau mbalimbali wanaohusika na usimamizi wa biashara; sita, ukuaji wa biashara na mapato ya serikali. Mimi kwa niaba ya wafanyabiashara tunashukuru TRA imetukaribisha katika maboresho haya ambayo tunaendelea kuyaona sisi kama wafanyabiashara yanaimarisha mahusiano yetu. Meneja, tunashukuru sana kazi mnazozifanya tunaziona. Mheshimiwa mgeni rasmi, zamani biashara tulikuwa tunaziogopa, lakini sasa hivi biashara tunazipenda kweli kweli. Tunatamani mazingira haya yaendelee kuwa bora zaidi, lakini kwa style tuliyoona hii ya dawati, maana yake mazingira yanaendelea kuboreshwa zaidi, na sisi tuko tayari kuendelea kulipa kodi na kutoa ushirikiano pamoja na TRA. Wafanyabiashara wengi tunapozungumza nao sasa hivi, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wanafurahi sana kuona TRA imekuwa rafiki wafanyabiashara, inatoa elimu, inatoa semina nyingi tu hapa Kahama. Kwa hiyo kadri tunavyoendelea hivi, na sisi wasukuma huku huku wengi, mkuu wa wilaya ni wasukuma, wasukuma tumekalia kuchunga ng'ombe na kilimo, kwa hiyo masuala ya biashara haya tumeyajulia juu juu. Kwa hiyo tunapoendelea kupata elimu hii, ndio inavyoendelea kutuboreshia kuendelea kulipa kodi vizuri. Na meneja anaendelea kuona wafanyabiashara wa Kahama wanavyolipa kodi vizuri bila bugza bila maumizo yoyote. Kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya tunaomba wilaya yetu iendelee kuimarishwa na TRA ili Watanzania au wanakahama waendelee kulipa kodi zao katika mazingira rafiki. Kwa wale ambao hawajaelewa wafanyabiashara ambao bado wanasumbua sumbua kidogo